Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuza yale yaliyojiri yali na tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani nitakusomea habari za kitaifa, habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima, na kwenye habari za biashara tutakuwa naye ni Zia Masinde. Karibu hadi tamati kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Samia asema vurugu za Oktoba 29 zilikuwa mradi kuangusha dola. RC Chacha aagiza kukamatwa meneja mradi wa kampuni ya Sihotek. FCC kulinda masoko dhidi ya vitendo vya kibiashara vinavyofifisha ushindani. Na katika habari za kimataifa, Rais Trump kukutana na viongozi wa Rwanda na DRC Congo Alhamis. Karibu mtazamaji wa TV na moja kwa moja, tuanze na taarifa inayoeleza kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan amelihutubia taifa Disemba 2, 2025 huku akisisitiza kuwa vurugu zilizotokea Oktoba 29 mwaka huu hazikuwa tukio la kawaida, bali zilikuwa ni mpango maalum, mradi mpana wenye nia ya kuangusha dola ya Tanzania, ulioratibiwa na watu wachache wenye malengo maovu na yasiyo ya, ya kisiasa. Mwanahabari wetu Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Rais Samia amesema hayo wakati akizungumza na baraza la wazee wa mkoa wa Dar es Salaam katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Mwalimu Julius Nyerere JNCC uliopo jijini Dar es Salaam, ambapo ameweka wa wazi kuwa vurugu hizo si desturi wala utamaduni wa Watanzania na zimetokana na makundi yaliyopanga na kufadhili uhalifu kwa madhumuni maalum. Amesema kwa muda mrefu, Tanzania imetambulika duniani kama kisiwa cha amani umoja na utulivu, lakini hali hiyo imeanza kupungua kutokana na vitendo vya makundi machache yanayotaka kuipotosha nchi. Aidha, ameeleza kuwa serikali haijawahi kuzuia chama chochote cha siasa kushiriki uchaguzi na kwamba uamuzi wa kutoshiriki unatokana na maamuzi ya vyama vyenyewe, si kwa amri ya serikali. Lililotokea ni tukio la kutengenezwa, na waliolitengeneza Walidhamiria makubwa, walidhamiria kuangusha dola ya nchi hii au ya nchi yetu. Ukiangalia klipu za nyuma zilizotokea, vijana wetu walifanywa makasuku na kuimbishwa kabisa, yaliyotokea Madagaskar yatokee na hapa. Lakini ukimvuta kijana yule, hebu niambie, Madagaskar kumetokea nini? Hajui. Unataka hapa kitokee nini? Hajui. Lakini waliimbishwa wimbo huo. Kwa hiyo lile lilikuwa ni jambo la kupangwa, na vurugu zile zilidhamiria makubwa. Vurugu zile ni mradi pana sana, wenye nia kuu ya uovu ulio na wafadhili washitiri na watekelezaji. Katika maelezo yake, amewataka baadhi ya viongozi wa dini na wafuasi wao kuheshimu mipaka ya majukumu na kuacha jaribio lolote la kutaka kuiendesha serikali, akisema kila taasisi ina nafasi yake kwa mujibu wa katiba. Viongozi wa dini, kama kweli kama kweli, vizimba vile tunavyoingia msikitini, Allahu Akbar Allahu Akbar, na madhabahu yale tunayoyatumia, kama kweli tunayatumia kwa moyo na kumsabili Mungu, twendeni tukamsabili Mungu tuacheni huo uchochezi unaochocheza tuacheni, tusende kumtania Mungu. Huku ni kumtania Mungu, kuchukua uchachi wako binafsi wa nafsi yako ukauingiza ukauvisha majoho ya dini, hapana. Huku ni kumtania Mungu, ni kumtania Mungu, tuacheni kumtania Mungu. Akilihutubia taifa katika jukwaa hilo la wazee, Rais Dr. Samia ametoa pole kwa familia zilizopoteza ndugu, jamaa na marafiki wakati wa vurugu hizo na kueleza kuwa tukio hilo liliathiri shughuli za kila siku za Watanzania hasa wakazi wa jiji la Dar es Salaam kwani lilisababisha kusimama kwa biashara na kupanda kwa bei za bidhaa katika maeneo ya jiji hilo. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema mkoa huo utaendelea kudumisha utulivu na kuhakikisha matukio uvunjifu wa amani hayajirudii kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wananchi. Moja ya agizo lako Mheshimiwa Rais ambayo limitoa ilikuwa ni kuhakikisha mikoa yetu tunaifungua ili irudi katika hali ya kawaida. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba waziri mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amefanya ziara katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na amehutubia pia wana Dar es Salaam, na hotuba zake zimekuwa zenye mafunzo na hisia zimekuwa ni hotuba zinazounganisha watu na hotuba zinazofungua mlango kwa mtu yoyote mwenye manung'uniko kuweza kukaa meza moja nao. Wazee wamemshukuru rais kupitia mwenyekiti wao mzee Salum Matingwa, wakisema wametambua dhamira ya serikali baada ya kuahidi kuwapatia bima ya afya wazee wasio na uwezo ndani ya siku mia moja mara baada ya kuapishwa, hatua wanayosema imegusa moja kwa moja changamoto kubwa ya maradhi kwa wazee. Sisi wazee wa Dar es Salaam tunatambua kwamba kampeni zilikwenda vizuri kwa vyama vyote vilivyoshiriki na kuendesha mchakato mzima kwa amani na utulivu. Tunatambua kwamba upigaji kura ulikuwa umekwenda vizuri sana hadi pale fujo na vurugu zilipotokea. Umepata faraja kubwa kwamba uliichukia kadhia hii kwa uzito mkubwa, na uliongea na taifa na kuonyesha masikitiko yako na serikali na ya serikali pale ulipozindua bunge, bunge letu tukufu, uliahidi kwamba hatua kadhaa za kurejesha amani na utulivu na kuahidi kwamba jitihada zitafanywa ili kuhakikisha changamoto zilizojitokeza hazitarejea tena. kwenye taarifa yetu ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha ameagiza kukamatwa kwa meneja mradi wa kampuni ya Sihotek anayefahamika kwa jina la mhandisi Francis Mwakajinga inayojenga soko kuu la kisasa la mjini Tabora kufuatia tuhuma za upotevu wa fedha zaidi ya shilingi milioni 117 katika mradi huo unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 19 ikijumuisha na ujenzi wa mradi wa stendi kuu ya mabasi ya Tabora mjini. Kutoka Tabora, mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Akiwa ameambatana na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tabora, Paul Chacha alifanya ziara kuishtukiza na kukagua mradi huo ambao umekuwa ukisuasua tangu kuanzishwa kwake mwaka 2024 hapa akapatiwa maelezo ni kwa nini mradi huo hadi sasa umebakiza mwezi mmoja tu ili mkandarasi aweze kukabidhi kwa serikali, lakini bado upo chini ya asilimia 45 ya utekelezaji wake na ya kuweza kuleta vifaa vya ujenzi kwa wakati kama vile kokoto, nondo, mchanga. Kwa sasa mkandarasi anaendelea na kazi ingawa hawezi kumaliza kazi kwa muda wa mwezi mmoja tu uliobakia. Mradi huo uko nje ya muda. Mkandarasi wa kampuni ya Shoteki akaomba siku zaidi ya 240 ili aweze kukamilisha mradi huo. Ukweli kazi hizi zimekaa kitaalamu zaidi, kwa hiyo huwezi kusema kwamba kuna stage ambayo unaweza ukaiskip ili kwenda na muda kukava ule muda ikiwa, ikiwa pia na swala la quality linaangaliwa katika utekelezaji wa mradi huo. Ujenzi wa soko kuu la Tabora, ofisi ya mkuu wa mkoa Paul Chacha alinusa taarifa ya udanganyifu zaidi ya shilingi milioni 117 zinazodaiwa kuweza kutafunwa zote. Najua mnachukua kokoto kule kwa China gari zinazochukua kokoto kwa wachina ni za kwenu. Mchina haleti gari hapa, si ndio? Yes. lakini kuna kampuni hizi wala hamfanyi nazo kazi, hizi ni kampuni hewa, wamezitengeneza hela. Hawa mabwana hawa wanaingiza kwenye akampo, a, account hewa ya kwenu. Wewe si ndio project manager? Manake haya yote unayajua. Hizi hela zote kwa zinakuja kwako kwa jina lako, si ndio? Na nyinyi mnajua, rais amekuja hapa, ahadi pekee kubwa aliyowapa watu wa Tabora alisema na wajengia soko mwezi wa kumi na mbili soko hilo nakamilika. Huu ni mwezi wa ngapi? Alafu aje awaambie kwamba niliwadanganya ndani ya siku mia moja za rais manake ilibidi tulipate tu, tu, tu, tu, ile soko na ile stand. Wewe hela zote hizo unapewa unaweka mfukoni. Alafu nini tutajenga? Huyu bwana hela hizo zirudi uzishike cash kabla hujamfukuza kazi lakini akiwa polisi. Sawa. Mizaha mizaha, hii project haziendi kwa sababu kuvumiliana vitu vidogo mradi wa ujenzi wa soko la kisasa la Tabora mjini ambao unatekelezwa kwa fedha za mkopo kutoka Benki ya Dunia unajumuisha ujenzi wa stendi kuu ya mabasi ya Tabora mjini kwa gharama ya shilingi bilioni 19, ukitakiwa kukamilika mwezi huu Disemba tarehe 30 ya mwaka 2025, zikiwa sasa zimesalia siku 29. Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu nchini umesisitiza waumini wa dini ya Kiislamu na Watanzania kwa ujumla kuheshimu taratibu na maagizo ya serikali ikiwemo kutokubali kutoka na kufanya maandamano siku ya Disemba 9, ili kulinda amani ya taifa la Tanzania. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti wa Umoja wa Wahadhiri wa Waislamu Tanzania, ambaye pia ni msemaji wa taasisi hiyo, Sheikh Saidi Kinyogoli amesisitiza kuwa tayari wameshawasambaza wahadhiri katika mikoa yote nchini kwa ajili ya kutoa elimu kwa jamii juu ya masuala ya amani na kuasisitiza watanzania kutokubali kushiriki katika maandamano ambayo yanaweza kuharibu amani na mali za watanzania. Sisi kama wahadhiri tutaendelea kutoa ukumbusho huu katika jamii yetu ya watanzania, lakini pia tutaendelea kutoa tahadhari hizi kwa watanzania wenzetu ili tuweze kujifunza. baada ya hapo taomba dua ambayo dua hii itakuwa ni kwa ajili yetu na kwa ajili ya taifa letu. Kwa upande wake Sheikh Ibrahim Ramazani Bakonzi ambaye pia ni mkurugenzi wa mipango na uwezeshaji katika taasisi ya umoja wa hadhiri wa Islam, Tanzania amesema pamoja na kuwa ni kweli kuna baadhi ya changamoto ndani ya nchi, ni lazima watanzania wakatafuta njia salama ya kuwasilisha mapendekezo na njia salama ya kutafuta suluhu ya changamoto hizo. Sisi ni ndugu, lakini tunapozungumzia maslahi ya taifa hatuwezi kuacha kuzungumzia maslahi ya taifa, tutasimama kwenye maslahi ya taifa kwa ajili ya taifa. Tunawaomba sana vijana wa Kiislamu na wasio wa Kiislamu, msitumike. Hii ajenda ina mikakati ya watu hao. Wanasiasa watoto wao wako Kanada, wamewapeleka hao wanasiasa, watoto wao wako Ubelgiji hamtawaona kwenye maandamano. Mi nasema ni mwanasiasa I know. Nao baadhi ya wahadhiri nchini wamesisitiza kuwa wataendelea kutoa elimu juu ya masuala mbalimbali na kuhubiri amani ili kuendelea kulinda nchi ya Tanzania. Tumepeleka wahadhiri kwenye mikoa mbalimbali, wamehamasisha, na ndio maana mnaona watu wanasema msiandamane tarehe tisa, badilisheni tarehe kwa sababu tumeshamaliza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 na tuelekee sasa mkoani Mara ambapo kukamilika kwa ujenzi wa kituo cha afya cha Katario kata ya Tegeruka wilayani Musoma mkoani Mara kunaelezwa kuwa kutafungua ukurasa mpya wa afya kwa wakazi wa eneo hilo. Adam Kadutu kutoka Mara anayo taarifa zaidi. Nimefika hapa kijijini Katario, nashuhudia kazi kubwa inayofanywa na halmashauri ya wilaya ya Musoma kwa kushirikiana na wananchi katika kuhakikisha ustawi wa jamii ikiwemo katika eneo la afya najionea maendeleo mazuri ya mradi huu wa kituo cha afya cha kisasa. Pindi ujenzi wa kituo hiki cha afya utakapokamilika, itakuwa ni neema kwa maisha ya wakazi zaidi mia, mia ya elfu kumi na tatu wa kata hii ya Tegeruka gharama ya shilingi milioni 250 tulizozipokea mpaka sasa, na tunajenga majengo mawili ya upd na jengo la maabara, na mradi huu tumeuanza kuanzia tarehe 19 mwezi wa 9, nategemea kumaliza tarehe 17 mwezi wa 1 2026. Mradi huu utakapokamilika utapunguza adha za wananchi wa kijiji cha Katario ambao walikuwa wakipata huduma kutoka Katario kwenda kijiji cha Mayani ambako kuna zahanati moja tu, zahanati ya Tegeruka, lakini kwa kata nzima, kwa sababu ni kituo cha afya kitakachohudumia kata hii. Zaidi ya wananchi elfu kumi na tatu mia mbili hamsini na tano watanufaika na mradi huu. Pamoja na mambo mengine, inaelezwa mradi huu ukikamilika utapunguza vifo vitokanavyo na uzazi na kuondolea wananchi usumbufu wa safari ndefu kutafuta matibabu. Kulikuwa na changamoto ya watu kutoka hapa kwenda Mtegeruka ambayo ni kama kilomita tatu. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu mojawapo ya ujauzito. Hiyo watu wanapata vifo vya wakinamama kwa ajili ya kuchelewa kwenda hospitalini. Sisi tunashukuru sana Mama Samia aendelee kutukumbuka. Kwa hiyo naomba sana wenzangu tuendelee ana kwa kuhakikisha kwamba kituo chetu cha afya kinakamilika kwa ukamilifu wake, kwa kuchangia nguvu kazi, lakini pia kuweka macho yetu na kusimamia kuhakikisha kwamba kituo hiki kinakamilika. Wakazi wa halmashauri hii hawana neno jingine zaidi ya kusema asante kwa serikali kwa kuendelea kuboresha huduma za kijamii ikiwemo huduma za afya. Nitoe pongezi kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa fedha alizotupatia kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Shukrani nyingi kwa wananchi wanampongeza, naomba tu wazidi kutujali kutu, kutu na kututhamini. Adam Kadutu, TVE habari. Mara ni kushukuru sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Arusha Baraka Mesiek ametoa wito kwa viongozi wenzake kufanya kazi kwa kushirikiana katika kuwasikiliza na kutatua kero za wananchi. Hazla Omari kutoka Arusha ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza kwenye mkutano wa kwanza wa baraza la madiwani la halmashauri ya Arusha mara baada ya kuchaguliwa, amesema ushirikiano pekee ndio utafanya baraza hilo mwenyekiti mpya wa halmashauri ya wilaya ya Arusha DC. Uh, kuna mengi sana, una matarajio mengi sana ambayo nimeyazungumza pale, ambamo kwa pamoja mimi na madiwani wenzangu ina imani kubwa sana kwamba tunaenda kuifanya Arusha DC kuwa halmashauri ya mfano katika miaka mitano 2025 2030, ambamo tunafahamu kabisa wazi wananchi waliotuamini kwenye kata zetu changamoto kubwa ambazo ametutuma kuzitatua. Ni mtu ambaye ni msikivu sana, na tunaamini ataenda kutuunganisha madiwani ma wote, na tutaenda kuondokana na ile dhana ya kusema madiwani wanakuja halmashauri wana makundi. Awamu hii hatuna makundi, awamu hii ni kazi, tunaenda kufanya kazi kwa pamoja, tunaenda kushirikiana, tutashikamana kwa umoja ili tuweze kutekeleza yale majukumu yetu. Nao baadhi ya madiwani wameahidi kutoa ushirikiano kwa viongozi waliochaguliwa ili kuepusha migongano na kutatua migogoro kwa njia ya amani. Kwa maana hiyo, baraza hili litakuwa makini sana, lakini pia tutaenda kutengeneza umoja wa kutosha kabisa kuweza kupigana kufanya kazi vizuri, kwa sababu umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mtazamio wetu ni kwamba kwa upande pia wa mwenyekiti wetu ambaye tumempata, Mheshimiwa Baraka, kwa uzoefu wake pia wa miaka mingi, ni diwani kwa awamu ya tatu sasa, na amekuwa pia mjumbe wa kamati za kudumu pamoja na kuwa mjumbe wa kamati ya fedha na mipango ya halmashauri, tutaweza kupaa kwa asilimia kubwa sana. Ombi langu kwa wananchi wote ni kwamba tuweze kutoa ushirikiano kwa uongozi wa halmashauri yetu, lakini pia kero zetu tuhakikishe kwamba tunatatua kwa njia ya amani. Katika mkutano huo wa kwanza wa baraza la madiwani halmashauri ya Arusha, mbali na madiwani hao kula kiapo wamepewa mikoba yenye zana za kazi. ni kushukuru sana Hazla Omari kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji wa TVE, tuelekee sasa mkoani Geita ambapo wahitimu wa kidato cha nne wametakiwa kuishi katika ndoto na maono yao wanaporejea majumbani kwa wazazi na walezi, huku akiepuka wa makundi hatarishi yanayoweza kuwashawishi kufanya vitendo visivyofaa. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita. Rai hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Martin Ruben Shigera katika sherehe za mahafali ya kidato cha nne katika shule ya wasichana na vurana ya Waja iliyopo katika manispaa ya Geita amesisitiza kuwa mafanikio kutokana na mtu kuamini katika maono yake pamoja na juhudi na nidhamu ya kila siku. 31 nadhani hapa niakazaia mara mbili kama ni miaka kumi na sita hivi au uh, mara moja plus nini? Maana yake ukiweka malengo leo, kama nimehitimwa hapa, nataka kuwa nani? Kama nataka kuwa the best engineer wa aircraft, wala hakuna wala hakuna hakuna la kushinda. Kwa upande wake, mkurugenzi wa makampuni na shule za Waja ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kitamjini Mwandisi Chacha Mwita Wambura amesema ataendelea kushirikiana na halmashauri ya manispaa ya Geita kuinua zaidi kiwango cha elimu katika eneo hilo. Naye mkurugenzi mwenza wa makampuni ayo, Jack Ntesha amesema shule hizo zimejijengea utamaduni wa kuamini katika ubora na kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata mazingira bora ya kujifunzia. Nagombea mambo moja hapo niliyosisitiza kusema, natamani na nataka kuiona Geita Manispaa ya Geita ikifanya vizuri katika swala zima la elimu, na nikuhakikishie na nikuahidi nikuhaki, kwamba kiukweli tutaenda kufanya mambo makubwa katika swala la elimu katika manispaa yetu ya Geita. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tunaamini katika ubora katika jambo lote tunalolifanya. Tunaamini katika ubora na ndiyo maana hata tuliweka vision yetu. Ningependa uifahamu dira ama vision Yowaja Schools is to become a leading education provider in Tanzania. Hiyo ndiyo vision yetu, na tumejitahidi kuhakikisha kwamba tunaweka mipango kazi na mikakati kuhakikisha tunaifikia ama tuna achieve hiyo vision. Mheshimiwa mkaa rasmi, tumekuwa tukiajiri walimu ambao ni mahiri kabisa, walimu ambao ni competent, ambao wanaijua kazi yao na wanaifanya kazi hii kwa juhudi ya ya. Aidha, walimu waliofanya vizuri kwa kuhakikisha wanafunzi wao wanafaulu kwa kiwango cha juu, wamepewa zawadi ya pikipiki kama motisha, kuongeza chachu ya ufundishaji na kuendeleza mwenendo mzuri wa ufaulu Wanafunzi. Ni kushukuru sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari, mimi ni Sofia Amani na tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. FCC kulinda masoko dhidi ya vitendo vya kibiashara vinavyofifisha ushindani.